Atamani ni kumbatie wako mwili, angalau itulie yangu hali. Wewe ndiye nilokuweka kwenye akili, basi baive usinifanye iwe sili wala silali. Mapenzi mm -hmm. kama ka majani, kama majani, kama majani yanapota kamumea, yanapota kamumea yanauta jabalini, jabalini, jabalini bila maji kumwagiwa, bila maji kumwagiwa, au kama ndege mtini anapota kahutua Ukweli wangu ani wewe wa nimekuchagua, natamani nikumbatie wako mwili, o oh, angalau itulie yangu hali, wewe ndiye nilokuweka kwenye